Kijiji cha Kanyama kilikuwa na historia ya hofu na usiri kwa zaidi ya miaka hamsini. Kulikuwa na mtu mmoja aliyewafanya watu waishi kwa woga, babu Kasuni, mchawi aliyesemekana kuwa na uwezo wa kuua kwa kutamka tu jina la mtu. Kila aliyethubutu kumpinga alipotea ghafla au akapatikana amekufa katika hali ya kutisha. Wazazi waliwaonya watoto wao wasimtazame usoni, na kila usiku nyumba zilifungwa mapema, watu wakihofia giza lisije likaleta mkono wa babu Kasuni. Babu Kasuni hakuwa mchawi wa kawaida, alikuwa kiongozi wa baraza la wachawi wa kijiji cha Kanyama, kundi lenye nguvu za giza lililotawala kijiji kwa hofu na mateso kwa zaidi ya miaka hamsini. Hadithi za vitendo vyake vya kutisha zilikuwa zikihifadhiwa kwa siri na wazee wa kijiji, huku kila mmoja akihofia kutamka jina lake usiku. Inasemekana Babu Kasuni alikuwa na uwezo wa kutaja jina la mtu na mtu huyo akafa ndani ya saa moja. Siku moja kijana shupavu aitwaye Kalebe alikataa kuwaletea wachawi mbuzi kwa ajili ya tambiko lao la usiku. Babu Kasuni alimtazama kwa macho mekundu na kusema kwa sauti nzito, wewe Kalebe hutapona jua la kesho. Ndani ya dakika chache, Kalebe alianza kutetemeka, akaanza kupoteza fahamu na mwili wake ukakauka kama mti uliopigwa na radi. Tangu siku hiyo hakuna mtu aliyethubutu kumpinga Babu Kasuni. Wakati wa mwezi mpevu, Babu Kasuni na wachawi wenzake walikutana msituni kwa ajili ya tambiko la giza. Wanawake wajawazito walihofia usiku huo, kwani wachawi walikuwa wakivamia nyumba na kuchukua roho za watoto wachanga. Mwaka mmoja, mama mmoja aitwaye Nabura alipoteza mtoto wake mchanga usiku wa giza nene. Asubuhi alikuta kitanda cha mtoto kikiwa na damu na manyoya ya ndege weusi. Ilisemekana kuwa Babu Kasuni alikuwa ametoa roho ya mtoto huyo kwa kafara ya nguvu za giza. Babu Kasuni alikuwa na uwezo wa kubadilika kuwa fisi au bundi na kutembelea nyumba za watu usiku. Kijana mmoja aitwaye Kibwana alidai kuwa alimwona fisi mweusi akizunguka karibu na nyumba yao usiku wa manane. Alimpiga kwa mshale wenye sumu, lakini fisi huyo alikimbia. Asubuhi walikuta Babu Kasuni amelala nje ya nyumba yake na jeraha kubwa begani. Wanakijiji walieleza kuwa kila Ijumaa usiku, wachawi walikusanyika katika pango la giza lililoko kwenye mlima wa Kilima Kifuu. Wakati wa tambiko lao walikuwa wakimchinja mwanadamu aliyechukuliwa kimya kimya kutoka kijiji, wakinywa damu na kula moyo wa mtu huyo ili kuongeza nguvu zao za giza. Inasemekana kuwa Babu Kasuni ndiye aliyekuwa akiongoza tambiko hili huku akiwa amevalia vazi jeusi la manyoya ya ndege na fuvu la kichwa cha binadamu kichwani. Katika tukio la kutisha zaidi, Babu Kasuni aliwahi kufanya tambiko kubwa usiku wa mavuno. Alilazimisha makaburi ya wazee wa kijiji kufunguka na mizimu ya wafu ikaanza kutembea kijijini ikilia na kuomba damu. Watu wa kijiji walikimbilia milimani, wakilia na kuomba msamaha. Katika kijiji hicho aliishi mtu mmoja mwenye moyo wa huruma, Samsoni. Alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa sana lakini, tofauti na wengine, alitumia utajiri wake kusaidia jamii. Siku moja, shule ya kijiji ilikumbwa na upungufu wa madawati. Wanafunzi walilazimika kukaa sakafuni wakiwa wamechafuka na vumbi. Samsoni, kwa moyo wa utu, alijitolea kutengeneza madawati yote kwa gharama zake mwenyewe. Wananchi walifurahi sana lakini si kila mtu alifurahishwa na tendo hilo. iwachawi wa kijiji waliona kama ametangaza vita dhidi yao. Waliona kuwa watu wakisoma wangepata mwanga wa maarifa na hivyo kuzima giza lao. Babu Kasuni na wenzake walikutana usiku kwenye msitu wa Kilima Kifuu kuamua cha kufanya. Huyu Samsoni lazima adhibitiwe, aliapa Babu Kasuni kwa sauti nzito. Usiku ulipofika, upepo wa giza ulivuma kijijini. Mbwa walibweka bila sababu na ndege wa usiku wakalia kwa sauti za kutisha. Babu Kasuni na wachawi wake walijipaka mavumbi meusi na kuingia kwenye nyumba ya Samsoni na familia yake bila kuonekana. Walifanya kila aina ya uchawi, walimtoa Samsoni, mke wake na watoto wake wawili nje ya nyumba bila wao kujua. Waliwabeba hadi msituni na kuwachezea uchawi wa ajabu. Walicheka kwa sauti za kutisha huku wakiimba nyimbo za giza walipomaliza waliwarejesha nyumbani na kuwafanya wasijue kilichotokea Babu Kasuni alisimama katikati ya nyumba akiangalia mazingira kwa dharau alitaka kuondoka lakini kabla ya kuondoka aliamua kujisaidia kinyesi katikati ya nyumba ya Samsoni kisha wakapotea kwenye giza la usiku e eh. asubuhi ilipofika Samsoni alishtuka kuona kinyesi kikubwa katikati ya nyumba yake Alijua huu haukuwa uchafu wa kawaida, ilikuwa ishara ya uchawi mbaya. Akaamka kwa hasira na kuwaita majirani. Kijiji kizima kilikusanyika kushuhudia kitendo cha aibu kilichofanywa na wachawi. Wazee wa kijiji walijua jambo moja, hii hili ni kazi ya Babu Kasuni. Samsoni, bila hofu, alichukua kinyesi kile kwa makini, akakifunga kwenye kifurushi na kuelekea moja kwa moja nyumbani kwa Babu Kasuni. Alipofika, alilirusha mlangoni kwa nguvu akisema kwa sauti kubwa, mwenye kinyesi hiki ajichukulie mwenyewe. Kulipokucha, Babu Kasuni aliamka akiwa na hasira kali. Aliona kinyesi kimejaa mlangoni mwake, akaanza kugomba kwa sauti nzito. Ni nani aliyethubutu kuniletea uchafu huu? Atajua mimi ni nani. Atakiona cha mtema kuni. Kwa haraka alichukua kinyesi kile na kukiwekea dawa kali za kichawi, akifanya tambiko la nguvu kuhakikisha mtu aliyekirusha atakufa kwa uchungu. Alipomaliza, aliinua mikono juu na kulia kwa sauti kubwa, mwenye kinyesi hiki damu yake itanywewa na mizimu. Lakini hakujua kuwa alikuwa akiloga kinyesi chake mwenyewe. Mara baada ya kumaliza tambiko, ghafla upepo mkali ulivuma kutoka msituni, ukizungusha mavumbi na majani kwa nguvu. Babu Kasuni alihisi kitu kizito kwenye kifua chake. Alianza kukohoa, macho yake yakageuka kuwa meusi, miguu yake ikalegea. Alijaribu kutembea, lakini mwili wake ulikataa. Hapana, haiwezekani, aligugumia kwa sauti dhaifu. Gafu alijikunja chini, mwili wake ukianza kufinyana kama gome la mti kavu. Ngozi yake ilianza kupasuka na kutoka ndani kulisikika sauti za maelfu ya mizimu zilizomng'ang'ania. Alipiga kelele za maumivu akijaribu kuomba msaada kwa wachawi wenzake, lakini hakuna aliyethubutu kumkaribia. Kila mtu alikimbia kwa hofu. Mwili wake ulianza kuyeyuka kama nta, akageuka kuwa majivu. Kijiji kizima kikiwa kimetazama kwa hofu, upepo mkali ulivuma na kuyapeperusha majivu ya Babu Kasuni mbali na kijiji. Hakuna aliyejua yaliyojiri kwa roho yake, lakini tangu siku hiyo amani ilirejea kijijini. Baada ya kifo cha Babu Kasuni wachawi wengine walitoroka kwa hofu na kijiji kikawa huru tena. Watoto wakasoma, watu wakaishi kwa furaha na Samsoni akaendelea kusaidia jamii yake, lakini kila mara upepo ulipovuma kwa nguvu, watu walikumbuka jinsi mchawi mkuu alivyojiangamiza kwa uchawi wake mwenyewe. Wapenzi watazamaji wa Depa Media, hadithi ya kutisha ya babu Kasuni, mchawi mkuu wa Kilima Kifuu, ni zaidi ya simulizi ya kutisha. Ni hadithi yenye mafunzo makubwa ya maisha ambayo kila mtu anapaswa kutafakari kwa kina. Moja, uovu na uchawi hauna mwisho mwema. Babu Kasuni alijiona kuwa na nguvu kubwa za kichawi. Alidhani kwa kutumia mizimu na nguvu za giza angeweza kutawala maisha ya watu na kuwazuia kufanya mema. Lakini mwisho wake ulithibitisha kuwa uchawi hauna nguvu dhidi ya mtu mwema. Nguvu za giza huonekana kuwa na mamlaka kwa muda mfupi, lakini hatimaye huishia kuangamiza mwenyewe. Babu Kasuni alijiloga kwa mikono yake mwenyewe na akaangamia kwa mateso makali. Mbili, hakuna anayeweza kushinda mtu mwenye moyo mwema. Samsoni, mtu wa kijiji aliyesaidia kutengeneza madawati kwa watoto, alikuwa na moyo wa upendo na utu. Mema anayofanya mtu kwa jamii yake ni ngao kubwa dhidi ya nguvu za giza. Mtu mwema analindwa na Mungu na nguvu za ulimwengu wa nuru. Wachawi walimjaribu Samsoni, lakini walirudi mikono mitupu na mwisho wao ukawa mbaya zaidi. Tatu, malipo ni hapa hapa duniani. Kama wahenga walivyosema, siku za mwizi ni arobaini. Babu Kasuni alidhani atatesa watu milele, lakini hakujua kwamba alikuwa akichimba kaburi lake mwenyewe. Aliroga kinyesi chake mwenyewe bila kujua na akafa kwa mateso makali. Hii ni ishara kuwa mabaya yote unayowatendea wengine yatakurudia wewe mwenyewe kabla hata ya kufa. Nne, watu wenye wivu na roho mbaya hawapendi maendeleo. Babu Kasuni na wachawi wenzake walimchukia Samsoni kwa sababu aliinua kijiji na kusaidia watoto kupata elimu bora. Wachawi wa kijiji walichukia mwanga wa elimu kwa sababu walijua kwamba jamii ikipata maarifa, hila zao za kichawi zitashindwa. Hii inatufundisha kuwa mafanikio yako yatatengeneza maadui wa bure, lakini usiogope, kwani mwenye haki hawezi kushindwa. Tano, Mungu yupo na anaona kila kitu. Wakati Babu Kasuni alikuwa anawatesa watu usiku wa manane, alidhani hakuna mtu anayeona, lakini Mungu anawaona waovu hata wakificha maovu yao gizani. Samsoni hakuwa na nguvu za kupigana na wachawi, lakini Mungu alimlinda na kuwageuza wachawi wajimalize wenyewe. haki ya Mungu haicheleweshwi. Sita. uchawi ni mdanganyifu, watoto wa leo wajue hili. Katika dunia ya sasa vijana wengi wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji na wachawi ili kutafuta mafanikio ya haraka, umaarufu na pesa lakini hadithi ya Babu Kasuni inathibitisha kuwa uchawi unakupa mafanikio ya muda mfupi, lakini mwisho wake ni maangamizi ya kutisha. Kizazi chetu lazima kijue kuwa njia pekee ya mafanikio ya kweli ni kumtegemea Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Wosia kwa watazamaji wa Depa Media: hi, mchawi anaweza kutembea usiku, lakini atakutana na Mungu asubuhi. Hakuna uchawi unaoshinda nguvu ya Mungu. Kama unataka kufanikiwa, fanya mema na jifunze kusaidia wengine. Mema huinua lakini uovu huangusha. Ukweli mkubwa wa mwisho: Babu Kasuni alikufa kwa kuloga kinyesi chake mwenyewe. Wacha na wewe usijiloge kwa wivu, kwa mafanikio ya wengine, kuangamiza watu wazuri, kutegemea nguvu za giza. Kama unapenda mafunzo kama haya, subscribe kwa channel yetu ya Depa Media, like na share, ili ujumbe huu ufikie wengi. Comment hapo chini: roho ya Babu Kasuni haitatutesa tena.